Ni kuomba kwa juhudi. Maana kuna kuomba afu na kuomba kwa juhudi, watumishi wa Mungu. Bwana asifiwa. Na juhudi inakuja tu kimshirikisha roho mtakatifu. Mimi nakumbuka kipindi fulani, ya watumishi wa Mungu, niongee kitu ambacho maisha yangu mimi kutokea, ambacho cha ajabu sana. Bwana asifiwa, haleluya. Mimi mtoto wangu aliumwa. Kuomba ni kwa sisi kuomba vizuri, lakini Mungu akiamua tu kusema akusaidie mtoto Bwana Bwana aliumwa. Kuna kuumwa lakini kuna kuumwa sana, kiasi kama nikaona si yani, macho yanageuka. Kabla siatshuda tuangalie kitabu kile cha Mathayo kumi na sita kitabu kumi na sita 16 Mathayo, mtu kama kuna mtu Mathayo kumi na Mathayo sita mstari wa kumi na nane Asifiwe. Mathayo kumi na sita Mathayo mstari kumi na sita mstari mlango wa kumi na nane lakini mlango wa kumi na sita lakini mstari wa kumi na nane na kumi na tisa maneno ya Mungu yanasema kumi na Sema, nami nakwambia wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitaishinda nami. Nitakupa funguo ufalme wa mbinguni, na lolote nitakalofunga duniani nitakuwa nafunga mbinguni, na lolote nitakalofungulia duniani nitakuwa nafungulia mbinguni. Ndipo alipowakataza wanafunzi wake wasimwambie mtu yoyote ya kwamba yeye ndiye Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Sasa mimi wakati fulani wakati nikipata kwenye shida mbalimbali nikuwa lazima muda ni, ni, ni, ni, mwingine mchungaji nipigie kipindi kile yuko, yuko mchungaji siani. Kuna kipindi mtoto alipata shida kama hiyo nikampigia siani akaja. Sasa wakati huo siani ni, ni, ni majira ambayo ni, ni mabaya Bwana Yesu asifiwe. Maana kama kimpigia mchungaji hata, hata fika kwa wakati. Lakini nikawaza nikasema sasa kama Mungu amenipa funguo. Lolote tu nitakalofanya, naweza Mungu akalitenda kwa kutumia kinywa changu. Acha nijitete imani, Bwana Yesu asifiwe. Nikamwomba Mungu. Nikamwomba Mungu katika roho na kweli. Yani na nimwomba Mungu kweli kweli, Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna kuomba, bwana unajua kusonga nafsi yako na kumwambia kweli, muombe Mungu, kama hajajibu basi hajajibu, Bwana Yesu asifiwe. Nimwomba Mungu lakini Mungu alitoa majibu. Toto alikuwa katika hali mbaya sana.

hata kama unapitia katika hali ngumu kiasi gani, usikate tamaa. Bwana sisi wale sisi ni mnyonge, kwamba mimi ni mnyonge, siwezi ah ah. Kama kweli Mungu alikuita kwa haki yake yani, ili kwamba utende kazi shambani mwako, kama kweli unamwamini Mungu katika kweli, kuna mambo ya, ya mambo mengine ambayo kwenda mlimani kama ndio tuambia pale, nafsi yako ya kuambia yule mlimani na umekataa kwenda mlimani, umeomba kumtumikia Yesu, amini kwamba Yesu atakujibu. Bwana sasa sifa Hallelujah. Hallelujah. Kwa tumisho Mungu sisi Mungu ametupa funguo. Na tunakuja mahali hapa tunaoomba tuombe katika katika, katika kuamini kwamba tunaloomba tunaenda kufanyika. Kama naomba kanisa amini si amini. Unaweza kuwa naomba katika maadili na kama vile unaona unaomba on, kama kawaida lakini katika Mungu wa roho kule kuna vitu vinaharibika. Wanashinda kuambia tukisimwani maombi yangu wewe sio mazuri kwetu. Bwana sasa sifi. Mungu atusaidie tumsha Mungu. Tuendelee kumwomba Mungu. Na ndiyo maana neno la Mungu linatusisitiza sana kwamba ombeni siku zote bila kukata tamaa, kwa kuwa kuomba ndio msingi wa kwanza. Pale mambo yanapokuwa yameharibika, msingi unaoharibika, misingi unaoharibika, msingi wa kwanza ni kuomba. Haleluya, amen. Bwana asifiwe. Basi naomba leo tutaenda kuomba kwa ajili, tuombe kwa ajili ya kanisa, lakini pia tutaenda kuja kuombea kuombea ku, uzao. Bwana asifiwe katika sehemu ambayo pia shetani anatumia sana kuharibu